Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunafanya matangazo ya ku sponsor, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti zako za biashara, tunasimamia akaunti za biashara, tunafundisha jinsi ya kusponsor, tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni, tunatengeneza matangazo yenye mvuto, logo, cover na kadhalika. Kama wewe ni mgeni uh, bofya subscribe, ili next time tunapotoa video za mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe kukutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Bofya, subscribe. Kwenye podcast hii utajifunza jinsi ya kutengeneza tangazo la kusponsa kupata matokeo mazuri. Inawezekana unafanya matangazo ya kusponsa unatumia gharama kubwa kutangaza, lakini upati matokeo mazuri, kwa sababu ya matangazo yasiokuwa na mvuto kwa walengwa wako. Wajasiriamali wengi wanatumia matangazo ya picha za bidhaa au huduma kufanya matangazo ya kusponsa bila kuzingatia ujumbe wenye mvuto kwa walengwa wao maana yake wanakosa watu au wa wanapata watu wasio sahihi kununua bidhaa au huduma zao. Kama unapitia hali hiyo, unatakiwa kuchukua hatua haraka kabla ya hujafilisika. Ukishindwa kujifunza jinsi ya kubandika matangazo ya kusponsor, utakuwa unapoteza fedha bila kupata wateja. Maana yake biashara itakufa, utaanza kuangaika maisha yako yote ukakosa kipato. Habari njema, leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza matangazo yenye mvuto kwa lengo lako, ili kunasa wateja wengi zaidi wa kununua bidhaa huduma yako. Tumekuwa tunaona kila mara aina ya matangazo kwenye runinga, kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya matangazo yana mvuto na kugusa hisia, lakini baadhi yanakela na hayana ya mvuto kabisa. Je, mambo gani yanafanya tangazo kuwa na mvuto kwa lengwa? Kuna mambo mengi yanafanya tangazo kuwa na mvuto, lakini kabla sijajadili hilo, tunapaswa kuelewa nyanja mbili muhimu zinazofanya tangazo lako kuwa na mvuto mkubwa kwa walengo wako. Jambo la kwanza, hadhira lengwa maalum. Tangazo lako lazima lilenge soko au hadhira lengwa maalum ili liweze kuwa na mvuto kwao. Hakuna tangazo linaweza kuwa na mvuto kwa kila mtu. Hata hivyo, kabla kutengeneza tangazo, unatakiwa kufanya tathmini ya kina kutambua vizuri haswa walengo wako ni kina nani, wana umri gani, wana jinsia gani, wanaishi wapi na wanazungumza lugha gani? Hayo ni baadhi ya mambo ambayo unatakiwa kuyatumia kutengeneza tangazo lenye mvuto kwa walengwa wako. Mambo ya kuzingatia kabla ya kutengeneza tangazo la kusponsor, zingatia mambo yafuatayo. Uchaguzi mzuri wa jukwaa: mvuto wa tangazo unategemea sana aina ya jukwaa unalotumia kutangaza. Aina ya jukwaa linaamua watu wangapi wataona tangazo lako. Aidha, uchaguzi mzuri wa jukwaa unategemea aina ya hadhira yako lengwa. Mfano, kama unawalenga vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 25, jukwaa zuri ni kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok, Google, YouTube, Twitter. Lakini kama unawalenga wakinamama wenye, wa, wakinamama wa nyumbani wenye umri kuanzia miaka 35 na kuendelea unaweza kuchagua jukwaa la runinga linaweza kuwa na matokeo mazuri. A, mvuto wa tangazo, mvuto wa tangazo lako kwa walengwa inategemea mambo yafuatayo: muundo wa tangazo. Wakati wa kutengeneza tangazo lako, kipengele cha muundo na ukubwa wa tangazo linahitaji umakini mkubwa. Unamaanisha wapi tangazo lako litaonekana, litakuwa linatakiwa liwe na ukamilifu wa kutosha kwenye frame Ukubwa unatakiwa kuzingatia, tangazo lako linakuwa na kiwango kinachofit kwenye majukwaa yote, kwa kuwa walengwa wanaotumia uh, wanatumia aina tofauti ya vifaa vya elektroniki kama simu kubwa, laptop, tablet, na kadhalika. Pia aina ya maandishi fonts. Aina ya herufi za maandishi ina mchango mkubwa wa kuvutia walengwa kuelewa kilichoandikwa kwenye tangazo lako Mtindo wa herufi na ukubwa wa maandishi unatakiwa kuwa rahisi kusomeka, kulingana na sifa za bidhaa au huduma yako. Rangi ya herufi za maandishi, picha ya tangazo unayotakiwa kuchagua kulingana na soko lako lengwa. Moja ya kitu kinachofanya tangazo liwe na mvuto ni kuelewa saikolojia ya rangi kwa walengo wako, jinsia na umri, kwani kila kundi linavutiwa na rangi tofauti. Matumizi na alama Matangazo mengi ya kusponsor yanakuwa yana picha na alama. Mambo haya yanaongeza nguvu ya mvuto kwenye tangazo, yanaweza kuwafanya walengwa kushughulika na tangazo lako. Pia maandishi na maudhui. Maudhui ni moja ya jambo muhimu linalovutia walengwa kwa kiasi kikubwa kwenye tangazo. Unatakiwa kuweka maelezo ya tangazo yenye kuvuta hisia za walengwa na kuwataka kuchukua hatua. Matumizi mazuri ya lugha Kiwango cha walengwa wako kushughulika na tangazo lako kinategemea sana matumizi ya lugha kwa tangazo. Tumia lugha yenye kueleweka kwa walengwa, lugha ya mahali wanapoishi, lugha ya kile wanachokitamani. Kama umefaidika, comment nimefaidika, kisha bofya subscribe, share na kulike video hii. Tukutane kwenye video ijayo.